Sifa kubwa sana ambayo wanaume wengi wanayo ni uwezo wa kujiamini. Wanaume wengi sana wana uwezo wa kujiamini katika mambo wanayoyafanya. Yani, kila mtu unakuta hata kama ni dhaifu eh, hata kama hana ujuzi mkubwa katika mambo mengi, unakuta kwamba ana uwezo wa kujiamini na kuwa na imani kwamba anaweza kafanya kila kitu, anaweza akaenda mahali popote, anaweza akakutana na mtu yeyote akazungumza naye na akaweza kuelewana naye. Yaani kuna hiyo hali ya mtu kuwa na uwezo wa kujiamini. Lakini leo nataka nikwambie kwamba kuna uh, mahali huwezi kwenda hata kama una uwezo mkubwa sana wa kujiamini. Yaani kuna, kuna, kuna kitu hauwezi kufanya hata kama una uwezo wa kujiamini. Uh, kuna majukumu hauwezi kuyatekeleza hata kama una uwezo wa kujiamini. Uh, kuna kuna mipango hawezi kuifanikisha hata kama unajiamini. Na, ni, ni, ni kwa nini inaweza ikatokea hivyo? Nataka nikwambie kwamba siku zote mtu huwa hawezi kwenda zaidi ya uwezo wake wa kufikiri. Yaani pale ambapo unaishia mawazo yako yanafikia au pale ambapo uwezo wako kufikia unaishia, maana yake hata wewe huwezi kuvuka huo mpaka. Yani, huo, uwezo wako wa kufikiri pale unapoishia kufikiri, mara nyingi ndipo ndio unakuwa mpaka wa, mahali ambapo unaweza kufika au jambo ambalo unaweza kulifanikisha. Kwa maana hiyo sasa uwezo wa kufikiri kwa kila mtu ndio unakuwa mpaka wake wa mahali anaweza kafika, jambo uh, analoweza, mambo anaweza kuyafanikisha, mipango anaweza kuitekeleza, pale ambapo mtu anaishia katika kufikiri kwake. Kwa maana hiyo, ukiwa na uwezo wa kufikiri zaidi unaweza ukaenda mbali zaidi na hii ndiyo sababu kwamba mtu anaweza akapewa mtaji mkubwa sana, afu kwamba afanye biashara, lakini baada ya muda fulani unashangaa kwamba uh, ile pesa aliyokuwa amepewa kwa ajili ya kufanya biashara imeisha. Na mtu mwingine anaweza akafunguliwa kabisa duka kubwa eh, eh, labda duka la kuuza jumla na lejaleja leja kubwa kabisa, lakini baada ya muda fulani unakuta lile duka limeisha au limefilisika. Ni kwa nini mambo kama haya yanatokea? Ni kwa sababu mtu huwa anaweza kwenda au mtu anaweza ka survive kulingana na uwezo wa yeye kuona mambo au uwezo wake wa kufikiri. Sasa, kwa nini nimetaka nikuambie jambo hili? Nataka nimeona ni nikuambie jambo hili kwa sababu wakati mwingine unaweza ukawa unajilaumu, au ukawa unawalaumu watu, ukawa unafikiria vibaya watu, unawachukulia vibaya, kwa sababu unahisi kwamba watu wamekataa kukusaidia au watu hawako tayari kushirikiana na wewe katika maf mafanikio yako lakini kitu ambacho unaweza kawa umekisahau au unaweza kawa haukifahamu ni kwamba hata kama una sapoti kubwa kiasi gani, hata kama uh, una watu wanaokuunga mkono kwa kiasi gani, kama uwezo wako wa kufikiri ni mdogo, manake wewe utaishia pale pale, huo utakuwa ndio mpaka wako, bila kujali kwamba umepata sapoti kiasi gani. Na ndio maana huwa maandiko yanasema kwamba aonavyo mtu nafsini mwake ndivyo alivyo, yani, aonavyo mtu nafsini mwake ndivyo alivyo. Kwa hiyo ukijiona wewe ni duni, maanake utakuwa duni. Ukijiona wewe ni mtu ambaye unaweza kupiga hatua, maanake utapiga hatua, kwa sababu vile unavyojiona, vile unavyojichukulia, hivyo hivyo ndivyo utakavyokuwa.